Bahari ya kusika, upenyusi, ya zili Niku, binue, binue. Mida ya saa moja kasoro usiku, John alikuwa amesimama nje ya chumba cha Zuwena. Alisogea mlangoni, lakini ghafla aliganda kabisa. Ni baada ya kuona chini ya mlango kulikuwa na viatu, sio viatu tu Bali viatu vya kiume vilivyoonekana kuvuliwa kwa haraka. Moyo wa John ulianza kudunda kwa wasiwasi mkali wa kupoteza tunda. Akasogeza sikio lake kwenye mlango uliokuwa umejengwa kwa mbao za migongo ya nazi, akasikia sauti ya kitanda ikilia kwa maumivu ya uzito na usumbufu, ikifuatiwa na mgundo mzito wa kiume huku sauti ya Zuwena ikimwita kwa msisitizo. Kabla hatujaanza simulizi yetu ya leo, tafadhali bonyeza kitufe cha like hapo chini, kisha bonyeza maandishi meusi yaliyoandikwa subscribe. Umeshafanikisha basi, tuandikie maoni yako pia hapo chini. Kama tayari, twende pamoja. Sikiliza kwa makini. Ilihitimu majira ya saa 11 alfajiri giza lilikuwa bado limetanda na baridi kali ya Kibaha ikiteketeza ngozi. Meli aliketi juu ya tofali pembeni ya ndoo zake mbili za plastiki zilizokuwa zimechoka, zikipangwa kwenye foleni ndefu ya watu waliomwahi kisimani. Shida ya maji katika mtaa ule ilikuwa ni donda ndugu la kila siku. Meli alinyanua macho yake akitazama mbele ambako kulikuwa na watu wengi zaidi wakiwa wamebebana na ndoo zao. Alinuna kimya kimya akipiga mahesabu hizi, mm, foleni! Mungu wangu, kufika zamu yangu itakuwa saa moja kamili, na John anataka aondoke mapema kwenda kufuatilia fedha zake. Hata naanza kuhisi uoga sasa. Mawazo yalimsonga meli kuliko baridi ile ya alfajiri. Sasa hakuwaza baridi, bali alihofia moto wa hasira ya mumewe. Alijua wazi kuchelewa kwake, hata kama hakukusudia au ingekuwa ni kwa bahati mbaya, kungegeuka kuwa ni tiketi ya kupokea matusi na dharau kutoka kwa John. Alivuta pumzi ndefu na kushusha akijipa moyo kuwa uvumiivu ndiyo sadaka ya ndoa yake. Saa moja kasoro asubuhi, hatimaye zamu ya meli ilifika. Alijaza ndoo zake kwa haraka kisha akafunga kanga yake imara na kuanza safari ya kurudi nyumbani, moyo wake ukidunda kwa wasiwasi. Meli alikuwa akiingia getini mwao, mwili wake ukiwa umechoka kwa kazi, huku kiuno chake kikiuma. Alikuwa amejifunga kanga moja iliyoloa maji, akihema kwa nguvu. Alishusha mzigo mzito wa ndoo zake za maji katikati ya uwanja. Muda huo John alikuwa tayari amesimama pembeni ya pikipiki yake ndogo. Jasho lilionekana kumtiririka kutoka kwenye paji la uso hadi kwenye ukingo wa kidevu chake. Haikuwa joto la Kibaha, lilikuwa jasho la hasira kali, hasira iliyokuwa ikimtekenya kwa ndani. Mikono miwili ilikuwa imekazwa kiunoni, akimtazama Meli. Wewe meli hivi unadhani mimi nina muda wa kupoteza? Yaani umetoka umeenda huko kisimani ukakaa wee, kwani haukujua kuwa leo nina safari mapema? Tangu saa kumi na mbili ninawaza kazi halafu wewe unanichelewesha. Sasa ni nini hicho kilichokuwa kimekukalisha huko? Meli alinyanyua uso wake kidogo, macho yake yaliyojawa unyonge yakimtazama mumewe kwa hofu. Mume wangu, foleni ilikuwa kubwa sana kisimani niliamka saa moja lakini nilikuta watu wengi, nilipoteza muda mwingi kusubiri. Hebu nandiyo... kaa kimya! John akakatiza kwa nguvu, akipiga teke ndoo iliyokuwa imejaa maji mbele yake. Ni adabu gani hiyo? Mume wako, ninaongea na wewe unajiachamisha hapa. Mdomo wako tena, hii tabia iwe leo mwanzo na mwisho. Kwanza ingekuwa bora kile kipindi wazazi wako walinilazimisha kukuoa, ningekimbilia hata uko mjini. Umefanya pisi kibao, sasa hivi zinaniona kama bwege tu maneno yale yalimchoma meli si kama mshale, bali kama mkuki wa moto katika moyo wake. Hakujibu, hakuinua macho, alisimama pale akimeza maumivu yake kama alivyokuwa amezoea. John hakuona wala hakujali. Kwa upande mwingine, mawazo ya John yalikuwa mbali sana, hayakuwepo katika nyumba ya mabati aliyokuwa amejenga kwa shida kijijini, yalikuwa yamesafiri piga kambi na kutua kwa mwanamke pekee aliyewahi kuuteka, kuutawala na kuuharibu moyo wake Zuwena. Zuwena alikuwa mrembo, uzuri wake ulikuwa wa kumtoa nyoka pangoni na kumvua chatu ngozi. Alikuwa mwanamke aliyeumbika kwa kipimo cha malikia, ngozi yake laini, kiuna chembamba kilichokatika na ungo lake lenye mvuto lilijulikana mtaa mzima. Lakini sifa zake za utumizi wa kitumbua chake kama kitega uchumi pia zilijulikana. Kwa John, hata hivyo, upofu wa mapenzi ulimfanya aone uzuri tu. Kwa miaka mingi alimtongoza na kwa wakati wote huo alivuna dharau zilizokuwa zikimwacha na maumivu makali ya kukataliwa. Siku hiyo, John alikuwa akituka mjini, moyo wake ukiwa na bashasha kwa mawazo ya mavuno makubwa aliyoyauza na begi zito la noti alilokuwa nalo <laughs> alipomwona Zuwena alijiandaa kisaikolojia, akijua ataambulia dharau nyingine itakayoumiza mambo. John, sauti ya Zuwena ilikuwa laini kama asali ya nyuki wa porini, ikimkolea John kwenye masikio. Akajibu kwa kicheko cha kijinga kikimtoka. S safi Zuwena <laughs> vipi hali yako? Zuwena aliguna chini chini, macho yake makubwa yakimchunguza John kama simba anayemkadiria swala kabla ya kumpa kibarua kizito. Niko salama, lakini unaonaje, leo kaja kwangu jioni? Nilitamani tupate muda wa kuteta kidogo. Why not, John alijibu kwa pupa, akisikia mapigo ya moyo wake yakilipuka ndani ya kifua chake. Hatimaye alihisi ndoto yake ilikuwa inatimia hakujua kuwa tetesi za begi lake la noti lililoficha mavuno ya mazao lilishamfikia Zuwena kama upepo mida ya saa moja kasoro usiku, John alikuwa amesimama nje ya chumba cha Zuwena. Alisogea mlangoni, lakini ghafla aliganda kabisa. Ni baada ya kuona chini ya mlango kulikuwa na viatu, sio viatu tu, bali viatu vya kiume Vilivyoonekana kuvuliwa kwa haraka. Moyo wa John ulianza kudunda kwa wasiwasi mkali wa kupoteza tunda. Akasogeza sikio lake kwenye mlango uliokuwa umejengwa kwa mbao za migongo ya nazi, akasikia sauti ya kitanda ikilia kwa maumivu ya uzito na usumbufu, ikifuatiwa na mgundo mzito wa kiume, huku sauti ya Zuwena ikimwita kwa msisitizo. Haraka, m m maliza. Maliza ni, ni tamu ni, ni, ni, ni tamu sana. Ukweli haukuwa na nafasi katika kichwa cha John kilichopofushwa na matamanio. Alichukua uamuzi wa kugonga mlango kwa nguvu. Ghafla, makelele yale alikoma, kimya kigumu kikatanda ndani. Ikasikia sauti ya haraka, ikiwa ya kukwaruza na ya hofu, jamaa aliyekuwa na kipara. Akihofia kufumaniwa, alianza kungangana kujificha kwenye kabati, lakini ikashindikana. Zuena akamwambia jifiche haraka. John akiwa nje alisikia purukushani na migugumu ya vitu vikisukumwa. Mlango ulifunguliwa, Zuena alisimama mlangoni, akihema kidogo na tabasamu la uongo lililopamba uso wake kwa ustadi, likimkaribisha John akiwa amepofushwa na tamaa na kupoteza uwezo wa kufikiri wazi, aliingia ndani bila kuhisi lolote. Harufu nzito ya jasho la kiume iliyokuwa ikielea hewani ilimkaribisha ndani ya chumba. John, mpenzi wangu. Zuwena alimshika John mkono akimvuta kwa upole kuelekea kitandani. Nimekufikiria sana. Nimegundua wewe ndiye mwanaume pekee unayenipenda kwa dhati. Nimekubali lile ombi lako. Macho ya John yalikaribia kutoka kwa mshangao. Kweli Zuena? Da, siamini. Asante sana, ninakuahidi kukupenda, kukulinda na kukuhudumia, ikibidi hata kuingia vita na yoyote atakayejaribu kunipokonya ili tunda langu mdomoni. Lakini Zuena aliendelea kuongea, sauti yake ikiwa ya kubembeleza. Vipi kuhusu ule mke wako Meli? sitaki kuwa mke mwenza John, nataka kuwa wako peke yako baby. Ah, mama John, alijibu kwa kujinadi na dharau tele. yule mpuuzi niachie mimi, hilo limekwisha. Sikiliza mpenzi, lengo langu ni tutoke kabisa kijijini hapa. wewe ni mwanamke wa ndoto zangu. Zuena alicheka kicheko cha ushindi, akijua mtego umefanya kazi. Sasa mpenzi kabla ya yote, nina shida ndogo hapa. Nahitaji milioni mbili tu za maandalili nikanunue nguo mpya here ni nzuri, nikaongeze na haka ka bridge kichwani, ili nikija kwako niwe msafi mwanamwali kabisa. Maneno hayo yalilainisha moyo wa John, kama mafuta ya taa, akasahau kabisa purukushani alizozisikia, akakumbuka tu begi zito la noti alilolificha nyumbani. hiyo ni pesa ndogo sana mpenzi, alijibu kwa mbwembwe. Mazungumzo yao yalichukua muda mrefu na John sasa akaona inafaa aondoke, ili aandae mipango ya kumfurusha Mary na kuzitafuta noti zake. Alipokaribia kufika mlangoni, ghafla ikasikika sauti ya chafya nzito, chafya iliyotoka chini ya uvungu wa kitanda kwa nguvu. John aliganda kwa sekunde ndefu kama dakika, alisita, aligeuka kumtazama Zuwena aliyekuwa ametulia kwa hofu ya ndani. Lakini kwa mara nyingine upofu wa tamaa ulimgubika John. Alimwaga Zuwena akiondoka na tabasamu la kipuuzi usoni mwake, huku kichwani akiwaza jinsi atakavyopiga hesabu ya mali yake. Wakati John akizama kwenye dimbwi la uongo na tamaa, kijijini, mamia ya kilomita kutoka pale, kwenye jiji lenye taa nyingi za Dar es Salaam ndipo tunakutana na Mumba. Mumba aliishi kwenye jumba la kifahari lililojengwa kwa vioo na marumaru. Alikuwa mtumwa wa ibada za kishetani, na usiku huo, ijumaa ya mwisho wa mwezi ulikuwa na masharti mazito. Alitakiwa kutoa kafara ya binti watatu kabla ya saa tisa usiku ili kupata nguvu za kiuchumi zaidi. Na tayari alikuwa amewatoa wawili. Akiwa ndani ya gari lake la kifahari, alipita kwenye mtaa maarufu kwa biashara ya miili ya wanawake. Alisimamisha gari, akapiga honi moja tu ya taratibu. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo fupi ya kijani iliyomganda mwilini akasogea. Bila kusema neno, alifungua mlango na binti yule kuingia. Mwanamke huyo Kidawa, ambaye wengi walipendelea kumuita Kida, alikuwa mwongeaji sana, lakini Momba alikuwa kimya, macho yake yakiwa yametumbua barabarani safari nzima. Kimya cha Momba kilizidi kuongea kuliko maneno ya yule mwanamke, hadi naye Kida akajishtukia na kukaa kimya kwa unyonge. Walifika kwenye geti kubwa la chuma cha pua. Momba alibonyeza rimoti, geti likafunguka lenyewe. Kida alitazama jumba lile kwa mshangao wa tamaa. Alijua usiku ule angepata pesa nyingi kuliko alivyowahi kufikiria. Waliingia ndani, Kida macho yake akiangaza huku na kule akifanya tathmini ya utajiri. Momba alimiminia waini nyekundu kwenye glasi mbili na kumpa moja Kida, kisha wakaelekea chumbani. Usiku wa manane, Kida alishtuka kutoka usingizini. Chumba kilikuwa na ubaridi wa ajabu, ubaridi ulioonekana kutotoka kwenye AC. Alipogeuka, Momba hayupo kitandani. Hofu ya kweli ilianza kumwingia Kida, akaona vivuli vyeusi vikipita kwa kasi kwenye kuta za chumba. Momba aliita kwa sauti ya kutotemeka na wasiwasi, kimya kikawa ndiyo jibu lake. Alishusha miguu yake chini. Chini ya kitanda kulikuwa na giza nene, giza lililoonekana kuwa na uhai wake. Alipiga hatua moja kuelekea mlangoni huku akimwita tena Mumba. Ghafla alihisi kitu nyuma yake, hewa ilizidi kuwa baridi zaidi. Aligeuka taratibu, akiwa ameganda na hofu ya kupoteza fahamu, na akakutana na kivuli kirefu cheusi kisichokuwa na umbo, macho yake akiwa mekundu na ya kutisha kama makaa ya moto. Alifungua mdomo kupiga kelele, lakini sauti haikutoka.